Mrakibu Msaidizi Checha Mchaka ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Rukwa. Leo hii ni siku maalum kwa jeshi letu la zimamoto na uokoaji mkoa wa Rukwa, ni siku ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa amekabidhi magari matatu wajishi kwa jeshi la zimamoto na uokoaji kwa niaba ya Afande Kamishna Jenerali wa jeshi la zimamoto na uokoaji makao makuu Tunamshukuru sana Afande Kamisha Jenerali pia na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuliona jeshi letu na kuhakikisha linakuwa linakuwa imara muda wote, kuhakikisha maisha na mali ya watu wa mkoa wa Rukwa wanakuwa salama muda wote. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Rukwa limepokea magari matatu mapya, ikiwemo fire tenda moja, kama inaweza kuonekana hapa. Kamadi nkaa moja, irudie eh, hii jina yake Fire tender. Fire tender. Ama fire engine. Fire engine. Au gari la kuzima moto ndio. Moja. Hii <coughs> Commanding car ndio inaitwaje? Commanding car. Kama. Eh. Ndio. Na ambulance moja ndio. Eh, zilizolenga kurahisisha shughuli za utendaji kazi katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Ni matumaini yangu kuwa magari haya ya Jeshi la Zimamoto yatatumika kwa shughuli zilizokusudiwa <coughs> na zinazotarajiwa kwa ajili ya shughuli na sio kwa ajili ya shughuli za watu binafsi. Kila mtu anafahamu kuwa magari ya serikali yana utaratibu wake wa namna ya kuyatumia na kuyatunza. Naelekeza kuwa utaratibu wa kuyatumia na kuyatunza magari ya serikali ufuatwe kama ambavyo tunaujua huo wa siku zote. Madereva, zingatieni matumizi mazuri ya magari haya na kuwa waadilifu, hasa kwenye matumizi ya mafuta. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika mkoa wetu lina umuhimu mkubwa sana, kama nilivyoeleza hapo awali. Kutokana na umuhimu huo, ni vyema kila wilaya ikawa na kituo cha zimamoto ili kutoa huduma kwa wananchi kwa wakati. Ninatoa wito maalum kwa halmashauri zote za mkoa wa Rukwa kuhakikisha kuwa zinatenga maeneo maalumu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya zimamoto vya kudumu katika kila makao makuu ya wilaya, na wananchi wanapewa elimu ya kujikinga na majanga ya moto. Sote tunafahamu kuwa tarehe 29 Oktoba ya mwezi huu ya mwaka huu 2025 na nchi yetu itakuwa na tukio kubwa na la kihistoria la uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Niwasihi wananchi wote mujitokeze kwa wingi kutumia haki yenu ya kikatiba ya kupiga kura ili muweze kuwachagua viongozi mnaowapenda na viongozi mnaowataka fursa. Hii inatokea mara moja kila baada ya miaka mitano kwa mujibu wa katiba yetu ya jamhuri, katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imefanyiwa marekebisho mara kwa mara. Niwahakikishie wananchi kuwa serikali yenu ya mkoa wa Rukwa imejipanga vizuri kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu vyombo vyetu vya usalama mkoani kwetu vipo tayari kuhakikisha jukumu la ulinzi na usalama wa wananchi na mali zake wakati na baada ya uchaguzi linakuwa la kiwango cha juu sana kwa wananchi msiwe na hofu